Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Ndugu mpenzi msikilizaji, karibu tusikilize maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 23 Disemba 2025, tunafanya kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Yohani wa Kanti, padre. Mwaka 1473 Yohani alizaliwa Kanti jimboni wa Krakow, Poland. Mwaka 1390 kisha kubadilishwa, aliwekwa kuwa mwalimu wa chuo kikuu, akafanya bidii ya kuwalea wanafunzi wake katika uchaji wa Mungu. Padre Yohane alifuata mfano wa Yesu Kristo mchungaji mwema, akatoa fedha yake yote kwa kuwasaidia Wakristo masikini. Mwisho alikuwa akiwagawia viatu na mavazi yake, alichukua mavazi ya kimaridadi. Alifunga siku nyingi na kujitesa sana, alifanya ibada kuu ya mateso ya Bwana wetu na ndiyo maana alikwenda Yerusalemu kuhiji kwenye nchi takatifu. Safari hii ilimsaidia sana kwa mafundisho yake ya Biblia. Mara nne alifunga safari kwenda Roma, Italia kumheshimu papa na kujipatia rehema ili azikomboe roho za toharani. Siku moja alipokuwa akisali njiani, wezi walimrukia, wakamnyang'anya fedha yake na kumuuliza, una bado fedha nyingine? Akawajibu, sina. Basi walimwacha aende zake, lakini mara akikumbuka kuwa vilibaki vipande vingine vya dhahabu alivyoshonelea katika kanzu yake kwa kuogopa labda amesema uongo, aliwakimbilia wanyang'anyi hao, akawaambia, nimesahau dhahabu hii kuwapa. Akawapa wanyang'anyi wale. Walipoona unyofu wa padre Yohani, waliona haya, walikiri kosa lao, wakamrudishia mali yake yote. Yohani wakanti alikufa mjini Krakau mwaka 1473 na alitajwa mtakatifu mwaka 1767 sikukuu yake inaadhimishwa kwa heshima kubwa huko Polandi. Mtakatifu Yohani wa Kanti, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.